Serikali imewahakikishia wananchi wa mkoa Simiyu kutokufa na njaa ambapo kuanzia wiki hii ataanza kuwasili mahindi ya msaada kutoka ghala la taifa la chakula kwa kaya ambazo hazina uwezo wa kununua huku ikiahidi kuwawajibisha wafanyabiashara wale waliopewa vibali kwa ajili ya kufu, kufuata tani elfu nane za mahindi ili waweze kuwauzia wananchi kwa bei nafuu na badala yake wenyewe kuviuza vibali kwa watu wengine na chakula hicho kupelekwa mikoa mingine. Kutoka Simiyu, Pasco Michael anaarifu zaidi. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu, Jenista Mhagama, ambapo ziara yake imeanzia wilayani Itilima ili kujua hali ya chakula na baadaye kukutana na kamati ya maafa ya mkoa wa Simiyu. Mhagama amesema kuwa serikali haitaona mwananchi anapoteza maisha kutokana na njaa, hivyo serikali imejipanga kusambaza chakula kuanzia sasa mkoani Simiyu ili kuzinusulu kaya ambazo baadhi zimekuwa zikishindia mlo mmoja, sambamba na chakula kwa bei nafuu. Mheshimiwa Rais amenituma, lakini ni msimamo wa serikali, hatuta ruhusu mtanzania afe na nini? Yeah. na ninaona nawaahidi kwamba chakula hicho kitapatikana haraka. Nimetoka ofisini kuja mwenyewe kuona na kujithibitishia hali ilivyo, ili mimi mwenyewe nikasimamie, na ndio maana nimekuja na mkurugenzi msaidizi. Kwa hiyo, mkurugenzi, mimi naendelea kukuagiza, ninahitaji chakula ukiacha kile cha bei nafuu kileto chakula kwa ajili ya familia zile maskini zinazoshindwa kununua chakula ili waweze kupata chakula aiza ameonya tabia ya baadhi ya wafanyabiashara waliopewa vibali na kuviuza kwa watu wengine na kushindwa kuleta chakula hicho wawajibisha waliotoa vibali na waliopewa nimemwagiza kuwa kwa nataka kujua hawa wafanyabiashara ni akina nani wako wapi vibali vyetu wamepeleka wapi, na hicho chakula walichopewa kibali kuleta, kwa mfano kwenye mkoa wa Simiyu wamepeleka wapi? Je, ni matarajio yapi kwa wadau mkoani Simiyu kuhusu agizo la waziri? Tunachotaka ni utekelezaji. Wale wanaopewa vibali kwa ajili ya kusambaza chakula kwa wananchi wetu watende haki, chakula kiwafikie wale walengwa ambao hawana uwezo. Tunaiomba sana serikali kama walivyowaahidi kwamba chakula hicho kipatikane <mimu> sana kuhakikisha halmashauri, wizara ya kijiji, taasisi ya kijiji na halmashauri husika waajibike ipasavyo kwa kuongezewa nguvu ili waweze kufanya kazi katika maeneo husika. Kutoka Simiu, Pascal Michael wa Channel 10, kutoka Simiu moja kwa moja visiwani Zanzibar.